Usahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili kuwa kwanza kupata habari mbalimbali mbali kutoka Dar24 Media. Mheshimiwa Rais karibu, katika bwalo la shule kwa maelekezo yako, ulitoa maelekezo kwamba taasisi ambazo zinatumia uh, watu zaidi ya wa mia moja basi tuweze kuweka mifumo ya nishati safi ya kupikia, na sisi kwa kushikiana na TAMISEMI tunajitahidi shule mpya hizi ambazo zinajengwa za wasichana zianze kwa mifumo ya nishati safi ya kupikia. Mheshimiwa Rais hapa kuna jumla ya wanafunzi mia mbili hamsini na nne lakini capacity ya shule ni wanafunzi mia nane. Mheshimiwa Raisi, mifumo hii ambayo tumefunga hapa ni kwa raisi, hiya, ambayo hapa kuna masufuria mawili ambayo yanapika uh, kilo 250, mbili hamsini, sufuria moja kilo 300 na sufuria nyingine kilo 200 ni capacity ya kupikia wanafunzi wote. Mheshimiwa Raisi, kama shule ingekuwa ina wanafunzi mia nane gesi ingekuwa inakuwa refilled baada ya miezi miwili, lakini kwa wanafunzi hawa mia mbili na hamsini na nne watajaza kila baada ya miezi mitatu, na kila wakijaza watatumia milioni tatu na nusu. Bado ni nafuu, kwa sababu hata wenyewe walikuwa wanapata tabu sana kupata kuni, kwa sababu eneo hili halina kuni, lakini imekuwa ni gharama kubwa sana. Lakini tumeshaongea na mkurugenzi wa halmashauri, ametuhakikishia uwezo wa kujaza gesi upo, kwa sababu bei yake ni himilivu, na kama inaenda kwa muda mrefu wa miezi mitatu basi hata gharama yake inakuwa nafuu. Kwa hiyo hata wapishi kwa kweli wamefurahi sana, kwa sababu jiko kale unapika kwa, kwa usafi. Upande wa kule kulikuwa kuna jiko lile la zamani wanalopikia kumi, lakini pia tumemshauri mkurugenzi wa kuna kuna option ya kunipoa pamoja na mkapoa, kama itachelewa basi waweke stoku hiyo ili kutokurudi kabisa kwenye matumizi ya kuni. Karibu sana mheshimiwa Rais. Usahau kusubscribe